Uh, sisi mechi tumeitupa tu kipindi cha kwanza, kama iwe um, mlikuwa uwanjani mnaona kwamba e, mipira miwili ya kizembe ambayo e, Yanga wameweza kuitumia. Kwa hiyo e, nasema mchezaji wangu hakuwa makini, sababu unapoanza mpira ukianza chini kama tulivyoanza e, opponent kama yuko na quality ya wa wachezaji kama Yanga lazima utaadhibiwa. Ndio mi nachosema ni kwamba nakubali makosa, alafu unajua tunacheza katika mwezi e, mgumu ambao E, sisi tuna wachezaji wengi ambao wako ndani ya somo, kwamba usifunge. Kwa hiyo hatuwezi kumlazimisha, haiwezekani kumwambia itakuwa mbili mbili, pengine naweza tukafanya tun tena mlima mrefu kupanda, e, ukiangalia situation yenyewe ya mpira ukiangalia mwezi wenyewe tulivu. Sasa wachezaji hawezi kujitoa katika ile 100% kwa sababu tu mwili nao inakwambia hapa nimefika mwisho. Kama unaona mabadiliko, tulikuwa nafanya kila wakati, yote iliyoendana tu kwa sababu ya energy inakwisha, kwa sababu mechi imechezwa jioni. Ingechezwa usiku, inakuwa kidogo afadhali, watu wameshafutari, atatende energy inakwepa. Kwa hiyo anasema, all in all, ni wapongezi wapinzani wetu wameweza kuvuka hatua hii lakini sisi kwetu um, masikitiko, tutajipanga katika michezo mingine no <tikali> na kujaribu, kujaribu niliona katikati wenzetu wame-dominate kidogo pale. Kwa hiyo ilibidi lazima nifanye mabadiliko ya haraka, na alipoingia Kikoti basi timu iliweza kukaa sawa sawa, kwaona tuka tunasukuma mashambulizi kwao, lakini jitihada e, tulizofanya hazikuweza kusaidia sana kuweza kupata goli. Kipindi cha pili, kwanza kitu kikubwa tulitumeambiana yale makosa makosa ya kizembe yanaweza kutukosti sana, kwa sababu eh, tunajua hizi timu unaweza kukuta wanafungwa 3 tatu wanafunga 5 6. Sasa si, si, si, si, si sahihi sana kwa timu kuweza kupoteza kwa kiasi kikubwa sana, lakini kikubwa eh, ni kwamba tulikaa chini tukaongea, tukaambia bana, tunaingia sasa kipindi cha pili, tuhakikishe tunasukuma mashambulizi, lakini vile vile tukuweka umakini katika ulinzi wetu, na hiyo imetusaidia tumeweza kubaki na matokeo kama yalivyo.